Bwana hapa tunamzungumzia Pacome Zuzwa, mmoja kati ya, ya wachezaji ambao wamekuwa na umaarufu mkubwa sana eh, kutoka katika klabu hiyo ya Yanga. Lakini pia vilevile vile, tunafahamu kwamba Pacome bwana eh, yuko katika mahusiano na mrembo kutoka hapa hapa Tanzania anayefahamika kwa jina la Nai. E, bwana Nai na Pacome mahusiano yao yamekuwa revealed wiki kadhaa zilizopita, na ni moja kati ya kapo ambazo wadau wametokea kuzipenda sana anazungumzia uh, wadau wa entertainment industry kwa ujumla, lakini pia vile vile hata watu wa sport uh, wadau wa wapenzi wa klabu ya Yanga wametokea kupenda sana hiyo kapo ya Pacome na bidada wa Kitanzania naye. Sasa kitu ambacho kime happen bwana, ni kwamba kuna haya mambo mazito kwelikweli yameibuka huko mtandaoni baada ya kuonekana video ambazo zimevuja zikiwa zinamwonyesha Pacome akiwa yuko chumbani na mrembo mwingine akiwa, eh, na mbusu amemlalia, amemkumbatia, wamejirekodi, wameweka makopa na mambo mengine mengi. Kwahio kwa kifupi ni kwamba, eh, bwana hii video baada ya kuvuja Pacome akiwa yuko na huyu mrembo mwingine, watu wameanza kujiuliza kwamba, bwana naye yuko wapi? Haya mambo yametokea lini? Ina maana kwamba naye amesha tupwa nje ya geti na Pakome yuko na mpenzi mwingine, na watu wanahoji kwamba kwa nini Pakome amevujisha video, au huyu binti kwa nini amevujisha hizo video akiwa yuko na yu naye, ina maana kwamba Pakome yuko na naye, au amechepuka na huyu mrembo Vitu ambavyo vinasemekana na maswali yamekuwa ni mengi kwelikweli huko mtandaoni, kuhusiana na hili tukio ambalo limetokea baada ya Pacome kuonekana akiwa yuko na mrembo mwingine, wakati tayari mitandaoni inafahamika kwamba Pacome na Nai ni wapenzi. Sasa huyu binti mwingine ametokea wapi? So, at the end of the day ni kitu ambacho kiukweli kimeibua mijadala mingi sana, na sio tu video kuna mpaka picha eh. Kuna maushahidi mengi sana yamevuja huko mtandaoni na peji mbalimbali mbali pia zimekuja kuripoti kuhusiana na hili swala of. Eh, kuna peji hapa imekuja imeandika kwamba bwana mchepuko wa Pacome umejua kwelikweli kumnyoosha bibie Nai. Maana um, wadau wanakwambia sasa huyu mchepuko wa Pacome baada ya kuposti hizi video akiwa anatamba na Pacome chumbani, Nai anaonekana kwamba atakuwa yuko kwenye wakati mgumu kwelikweli. Kwa hiyo kama kunyooshwa, bibia amenyooshwa haswa na huyu binti ambaye amevujisha hizi video akiwa yuko na Pacome chumbani na Nai bwana, alikuwa amekubalika mpaka kwenye klabu nzima ya Yanga, maana tunakumbuka hata Ali Kamwe naye pia alishawahi kumposti Nai akiwa ameandika pale happy birthday, happy belated, happy belated birthday eh, shemeji wa taifa, alafu akamtagi pale Nai. So hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo Nai bwana alikuwa ameishakubalika kwa ujumla Sio e, tu kwamba amekubalika na Pacome au na mashabiki, lakini pia mpaka wadau viongozi kama hivi Alikamwe ambaye tunafahamu kwamba ni afisa habari pale katika klabu ya Yanga, na yeye pia alikuwa amemkubali e, naye kama shemeji shemejipe. Yes, mbalimbali bwana zinazidi kuposti. Kwa mfano hapa kuna pe hapa kuna peji imekuja imeandika kwamba imeandika e, kwamba basi tena huyu dada Eee, kashinda eee, kumpokonya Pacome aliyekuwa anagombaniwa na Nai pamoja na Karin Simba. Tunafahamu kwamba kuna kahistoria kidogo hapa kwamba Pacome bwana hapo awali kabla hajaingia kwenye mahusiano na Nai, kulikuwa kuna Karin Simba naye pia alikuwa anataka kuingia katika mahusiano na Pacome. Sasa, at the end of the day tukaona kwamba mambo eh, ni kwamba Pakome mwenyewe akaamua kumchagua Nai, lakini sasa kuna mtu mwingine naye pia amekuja anaonekana kama vile anataka kuruka na Pakome ASAP ahead, no. Kwa hiyo mambo ni mengi kwelikweli kweli mjini, unaambiwa kwamba mji umechangamka kupitiliza. Peji uh, uh, nyingine hii hapo ameposti pia hiyo video, alafu akaandika he huyu si Pakome. Mambo hayo lakini pia vilevile Juma Lokole naye pia aliposti akaandika kwamba maskini mdogo wangu naye e, misosi yote ile anayopikaga Pacome ana kidada kingine kabisa cha Kiarabu huko e, kana e, he, he, he. Mambo hayo. Eh, lakini pia vilevile vile at the end of the day kitu ambacho kimekuja ku happen baada ya hizi video kusambaa, watu wengi sana walikuwa wanataka kujua kwamba je, Nai ana kipi cha kuzungumza. Na Nai bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram, ame amewaonya watu ambao wanamtagi hizi video za Pakome na huyu bidada mwingine maana kama unavyojua ni kwamba baada tu ya hizi video kuvuja huko mtandaoni ni kwamba kila page ambayo ilikuwa ina posti hizo video na picha za huyu Pacome akiwa yuko na mrembo mwingine, watu walikuwa wakimtagi naye. Kwa hiyo naye ametagiwa e, na watu wengi sana huko mtandaoni. Kwa hiyo at the end of the day ni kitu ambacho yeye kimemkwaza na moja kwa moja kupitia ukurasa wake na yeye pia kwenye Insta story yake imebidi aweke ujumbe kwamba hataki kutagiwa hizo habari za Pakome na huyu dada mwingine. Na naye bwana na ametoa na mpaka matusi hapa, ameandika kwamba uh, please guys, don't mention my picture or my name with these things like, uh, shame on you all. Like, like that, shame on you all. Ameandika yani ya kwamba kwamba, please guys, don't mention my picture or my name with this dash dash things like that. Shame on you all. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, ni kwamba naye bwana hajapendezwa na kabisa na swala la yeye kutagiwatagiwa au kutajwa au kuambatanishwa picha zake na hizi issues za pakome kuonekana na mrembo mwingine. Kwa hiyo kutokana na hiyo reaction ya Nai, hapa kuna page imekuja imeandika kwamba bwana Nai hataki, hataki watu wamtagi kwenye video zinazosambaa zikiwa zinamuonyesha Pacome akiwa yuko na mwanamke mwingine. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, bwana. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section. Mambo ni mengi, tutakupa habari zaidi kuhusiana na hii issue, maana kuna mengine yametokea hivi karibuni wakati tuna record hii video. So hakikisha kwanza unaweka maoni yako, lakini pia make sure una subscribe vile vile eh, ili usiwe unapitwa na so, uh, a sure, update uh, zote ambazo tunakuletea hapa Trend TV kwenye upande wa entertainment. Lakini pia vile vile make sure kama nilivyosema hapo awali eh, kama bado hujasubscribe hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update, uh, zaidi